Tuachana na maswala ya siasa na kugeukia maswala ya kidini ambapo waumini wa Kikatoliki kote ulimwenguni wameanza rasmi kipindi cha Kwaresma leo hii kwa kuadhimisha Jumatano ya Majivu. Wakatoliki wamehimizwa kutubu na kuimarisha maisha yao ya, ya kiroho katika kipindi cha siku 40 kuelekea maadhimisho ya Pasaka. Katika kaunti ya Machakos, naibu gavana Francis Mwangangi amechukua fursa hiyo kuwahimiza viongozi serikalini kutubu kwani kumekuwa na ongezeko la ufisadi miongoni mwa viongozi anaosema wamevalia ngozi ya kondoo. Isaac Musyoka anatuarifu. Waumini wa Kikatoliki ulimwenguni wanapoadhimisha Jumatano ya wa Majivu kuashiria mwanzo wa msimu wa Kwaresma, viongozi wa kanisa wamewataka Wakristo kuchukua fursa hii kuonyesha upendo kwa wenzao pamoja na kuombea amani na ustawi wa taifa la Kenya.

Uh, the spirit of prayer in which we interact with the God himself. Nichukue fursa hii uh, niseme tuombe, tutubu na wale Mungu amewajalia. Uh, wakati huu ni wakati wa kuangalia hata wale Mungu mwenyewe wa amewanyima. Kwa hivyo uh, niseme tusaidiane. Jumatano ya manjivu huwa siku ya kwanza kuadhimisha kipindi cha Kwaresma ambacho huwa siku 40 kabla ya msimu wa Pasaka, Wakristo wakitarajia kufunga, kuomba pamoja na kutubu. Haya akiwa ni maandalizi ya kuteswa, kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo. Today as we enter into this season of Lent, it is a moment of conversion and of mercy. Katika kaunti ya Machakos Naibu Gavana Francis Mwangangi amewataka viongozi serikalini wasiowajibika katika majukumu waliopewa na wananchi kuchukua fursa hii kutubu, akisema wengi wamevalia ngozi ya kondoo kujipendekeza kwa wananchi, ila matendo yao ni kinyume. Tuchukue fursa hii pia, niseme kwa wale Mungu amewatunuku wa tuweze kuwa katika maofisi ya umma, tuchukue fursa hii tufanyie wananchi kazi usikuwe unakuja kanisa ndio uweze kuonekana wewe ni Mkatoliki, wewe ni Mkristu, wewe ni Muislamu. Aha, hiyo unaonyesha kwa raia, onyesha Mungu mwenyewe natenda kazi, hakuna haja nakuja hapa ile ile, najua ile iliyoko kwa mfuko yangu ni ya wizi. Jumatano ya Majivu imeanza sambamba na sikukuu ya Waislamu kuadhimisha mwezi mkuu wa Ramadhani get all people the Christians and even our brother Muslims, whose day coincides with ours as we start, start Lenten season uh, they also begin with the uh, uh, Ramadan and uh, it is a wonderful occasion that all of us are journeying back to the roots of our hearts and the roots of our hearts is God himself ni kipindi specially kwa sababu hata uh, Ramadan imeanza leo Kuonyesha ya kwamba Mungu anatakia ulimwengu amani na umoja. Isaac Musyoka, Undugu TV.